ACT Wazalendo, bado mmechoka? Safari, safari, ndugu mwenyekiti wa chama taifa ambaye ndiye mgeni rasmi leo insha Allah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na utukufu wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya siku ishirini na nane kutoka leo Mwenyezi Mungu atakukabidhi kiti cha urais wa Zanzibar, insha Allah. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar ndugu naibu katibu mkuu, viongozi wa kamati na halmashauri kuu, waliopo wenye viti wa mikoa, wanachama wenzangu wote mliohudhuria, asalamu alaykum wa rahmatullahi. Natakiwa nifanye kazi moja ndogo tu, kufungua mkutano huu, hatimaye nishuke katika jukwaa hili lakini naomba niseme neno moja kabla sijafungua na kushuka hapa, na ombi langu leo nitalielekeza kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nialielekeza huko kwa sababu yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote waliopo Tanzania. Bahati mbaya sana Zanzibar, tuna majeshi kiasi ambacho sio wazanzibari twashangaa. Maana aina za majeshi waliopo Zanzibar kwenye watu labda milioni mbili ni nyingi zaidi kuliko wale walio Tanzania bara kuliko na watu milioni sitini. Tunavyojua sisi, usalama wa raia na mali zao unasimamiwa na jeshi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania polisi, lakini kwa bahati mbaya hapa Zanzibar, askari wote, vikosi vyote ni usalama wa raia na mali zao, sijui kwa katiba ipi. Sasa, kwa kuwa salamu zangu nakusudia kuzielekeza kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama, mama, mama, mama, sisi Wazanzibari ni wasikivu, ni watulivu, twahitaji amani ya kweli. Tumeshafanya chaguzi zaidi ya sita hapa na ndani ya chaguzi hizo, kila uchaguzi ukifika, wazanzibari twauliwa. Sio kwa sababu sisi si binadamu, sio kwa sababu sisi ni wanyama, wala sio kwa sababu sisi hatuna machungu. Twa, twahimili twastahamili, hatutaki nchi itokezee fujo. Lakini mara hii, lakini mara hii tutajitahidi sana, lakini uvumilivu mara hii umefika mwisho. tutajitahidi sana kulinda amani, tutajitahidi sana amani iwepo. Amani tunayohitaji hivi sasa sio kuibiwa tena kura zetu. Na taarifa, kuna majeshi mia mbili wameingia jana hapa Pemba, hata uniform hawana sawa. Waingie elfu mbili, sio tu mia mbili. Tutaheshimu, tutalinda amani, tutalinda haki zetu. Kama kufa mwaka huu hautakuwa wa mwanzo amakufa itakuwa vipi mwaka huu. Sasa kwa kuwa Rais wa Jamhuri wa Muungano, yeye ndiye amiri jeshi mkuu, ndiye mwenye dhamana ya hilo. Akikusudia amani isimame, haki itendeke, akikusudia amani isimame vipi, haki itendeke, tunamwomba ili asiingize mikono yake doa, ili asiye ni miongoni mwa watakaoambiwa kwamba na wao ameua, aseme na viongozi wa Zanzibar ambao yaonekana, sisemi kwamba uelewa wao ni mdogo, sisemi hivyo, lakini yaonekana kwamba msimamo wao ni lazima watawale wao, hata kama hawashindi, lazima watawale wao. Hayo yalikuwa nyuma, mara hii hayapo tena. ACT Wazalendo ndatamka rasmi, mkutano huu nimeufungua. Asanteni.